Kwa matendo ya huruma mlioyafanya na mwisho kujikumbusha kwa kupitia kiapo chenu cha uuguzi, kikubwa ninachoweza kukisema ni kuendelea kutiana moyo na kwenda kuyaishi maisha ya uuguzi kama ambavyo kiapo kina kuelekeza. Ni kama watangulizi walivyosema kwamba wakati Florence Nightingale anajitoa katika huduma hii ya uuguzi alitoka katika familia iliyo bora zaidi, lakini wito wake ulimpeleka katika kutoa huduma za uuguzi na alizifanya kwa mapenzi yake yote. Kwa hiyo, kumbe taaluma ya uuguzi si kama ambavyo wengi wamekuwa wakisema kwamba wanaoenda katika uuguzi labda wanatoka katika familia zilizo masikini au wale wasiokuwa na uwezo, lakini kumbe ni taaluma kama taaluma nyingine zozote zile, ili mradi tu umewiwa kuwa muuguzi na umeamua kwenda kuifanya kazi hiyo ya wito kwa mapenzi yako yote. Kwa hiyo niwaombe tu turudi kwenye viapo vyetu na tuifanye kazi hii, na kiapo hiki kiwe ni chachu mpya ya utoaji wa huduma kwa wateja wetu. Tumekula kiapo siku ya leo. Kwa hiyo tukayaishi yale ambayo tumeyaapa, ili kwendana na vile ambavyo mwanzilishi wetu mwanzilishi wetu Florence Nightingale, ambapo alikuwa akiishi na akiyatenda. Kwa hiyo tunatamani, tunamatarajio yetu kwamba kuanzia hapo sasa huduma bora itaimarika, ita kwenye maeneo ya